Kwenye uandishi wa vitabu kutumia lugha ngumu sio kiashiria cha kwamba hilo jambo unaloliandikia labda unalielewa sana, au kutumia lugha ambayo labda watu wengi hawaielewi, pengine hilo linaweza likawa ni kinyume chake. Kwa hiyo wewe kama mwandishi unatakiwa kuandaa maudhui yako na kuwasilisha hoja zako katika namna ambayo itakuwa rahisi kwa wasomaji wako kuweza kukuelewa. Uelewa wa kweli huwa haujajificha kwenye ugumu, uelewa wa kweli upo katika kurahisisha mambo na kuyafanya yawe rahisi. Unaweza kukuta mtu anakuambia nimesomea hiki kitu miaka sijui kumi, kwa hiyo nataka ni, ni sijui mimi nitakuelezaje kwa urahisi kwa a -a. Wewe ni kweli umesoma kwa miaka kumi umesoma miaka ishirini siji thelathini lakini mwisho wa siku unapotaka kuwasilisha hiyo hoja e, kumwelewesha mtu mwingine, kumwonyesha mtu mwingine, uwasilishe katika namna ambayo ni rahisi kwake kuweza kuelewa. Kama bado unakiwasilisha kwa lugha ngumu zaidi ambayo msomaji itamuya vigumu kuelewa inawezekana bado pia wewe pengine hicho kitu ukielewi vizuri. Waandishi wengi wabobevu huwa hawaandiki kwa lugha ambazo yani ni ngumu sana kuelewa e, wanaandika kwa lugha ambayo ni ya msomaji. Lengo ni nini? Lengo kwamba kuanzia pale msomaji alipo iwe ni rahisi kukachap na kuendelea mbele na kuongeza uelewa zaidi kwa lugha ile ile anayoitumia. Kwa hiyo hata wewe unavyoandika, kulingana na watu unaoandikia, ongea lugha yao, ile lugha ambayo wao wanaitumia, na wewe ndio unapita humo humo. Ndio itakuwa rahisi kwa wao kuweza kuelewa, na hasa kuweza kuelewa ule ujumbe ambao umekusudia kwenye kitabu chako. Kwa hiyo uandishi mzuri mara nyingi unaondoa ugumu unaondoa ugumu kwa msomaji. Kama msomaji akishindwa kuelewa ujumbe wako, maana yake pengine wewe utakuwa umefeli kufikisha kile ulichokuwa umekusudia. Kwa hiyo tayari tunajua kwamba unaelewa, yaani tayari tunajua kwamba una akili sana, wewe ni mwelevu, hilo tunajua. Kwa hiyo usiandike kwa ajili ya kutaka kuonyesha ubabe wako kwamba yes, yani najua ngoja niwakomeshe tunajua, yani tayari tunajua kwamba unajua. Na ndiyo mantiki ya kitabu. Ni kama maji, yani tunajua kwamba maji lazima yanatiririka kutoka mlimani yanakwenda bondeni, hayatiriki kutoka bondeni kutoka kwenda mlimani. Ndiyo mantiki ya kitabu. Mtu anapochukua kitabu ni kwamba anaenda kwenye chanzo yanapotiririka maarifa, unapotiririka ujuzi, vinapotiririka yani elimu ambayo yeye haijui sasa yeye anajishusha chini ili aweze kupata sasa ile elimu, aweze kupata ule uelewa ambao yeye hana. Sasa anapokuja tena kwenye kile chanzo ambacho kilitakiwa sasa kutiririsha yale maarifa, ile elimu, ule ujuzi katika namna ambayo inaeleweka, bado akakuta kile chanzo kinatiririsha katika namna ambayo ni ngumu zaidi, unakuwa unampa yaani, ni kama unakuwa unamchanganya zaidi yule mtu. Kwa hiyo tayari tunajua kwamba hicho kitu unakielewa tayari, tunajua kwamba wewe ni mtaalamu. Usituchanganye kwa kuanza kutuandikia lugha ambayo ni ngumu sana hata sisi wenyewe kuielewa. Kama unaweza kuandika kwa lugha ya rahisi ambayo ni mtu yeyote anaweza akaielewa, itumie hiyo. Kwa hiyo mwandishi mzuri anazungumza moja kwa moja na msomaji wake anawasilisha ule ujumbe wake katika namna ambayo yule msomaji wake ataweza kumwelewa. Asante sana, na naamini hapo utakuwa umeondoka na jambo la maana sana ambalo utaweza kulifanyia kazi. Kama ungependa kuendelea kujifunza uh, na kupata vitabu zaidi vya maswala ya uandishi, tuwasiliane kwa kutumia namba ya simu 0655848392.